Ndugu zangu, duniani kote, watawala madhalimu hawaachi kudhulumu kwa sababu wale wanaodhulumiwa wana kiwango kikubwa cha machozi walioyatoa. <coughs> Madikteta wote duniani wanaweza kutiririsha mito ya damu ya raia wake ili wabaki madarakani. Madikteta wote duniani hawatishwi na sauti za vilio vya raia wake. Madikteta wote wanaweza kuacha udikteta pale ambapo raia wataamua kutimiza wajibu wao wa kutetea maslahi ya taifa lao. Tumepita mapito mengi ya historia ya nchi yetu na ninyi mnajua na Dar es Salaam ina wajibu maalum, na ndiyo maana ujumbe huu umekuwa ni muhimu kuletwa hapa Dar es Salaam. Hapa Dar es Salaam ndio ilikuwa kitovu cha harakati, okay, za kupigania uhuru wa taifa letu. Hapa Dar es Salaam ndio ilikuwa kitovu cha harakati na vuguvugu vugu la kupigania kurejeshwa kwa mfumo wa vyama vingi, na Tanzania iliongozwa kutokea Dar es Salaam kuona demokrasia katika nchi hii inawafanya watanzania waweze kuchagua viongozi wake. Na ndio maana mwaka 2015, Dar es Salaam ndio ilikuwa eneo jiji la Dar es Salaam lilikabidhiwa kwa wapinzani. Wananchi wa Dar es Salaam waliona ikulu ikiwa hapa, CCM wakiwa wanaongoza ikulu kutokea Dar es Salaam. Benki kuu ya Tanzania iko hapa kila siku tuna ripoti za wizi na ufisadi unaofanywa na watawala. Wana Dar es Salaam waliiongoza Tanzania kuing'oa CCM hapa Dar es Salaam <coughs> na kufikia hapo, kuna mashujaa wengi. Dar es Salaam ina damu za raia wengi ambao hawakuwa tayari, hawakuwa tayari kushuhudia nchi hii ikiendelea kuongozwa kwa matakwa ya mitutu ya bunduki, kwa matakwa ya matamko ya vitisho na kujaza hofu raia. Maandamano yote yanayorejewa ya historia ya kupigania mabadiliko katika nchi hii yalifanyika Dar es Salaam. Ni wana Dar es Salaam ndio ambao wa waliwaonyesha Watanzania namna gani ya kupigania haki zao. Na huo ndio wajibu ambao mimi nataka kuwakumbusha watu wa Dar es Salaam. Uchaguzi huu hapa ndani, leo tuna mwenyekiti mmoja tu wa serikali za mitaa na ndio mwenyekiti pekee Dar es Salaam. Jiji ambalo pale uchaguzi ulipokuwa angalau na uhuru lilikabidhiwa kwa wapinzani, eti leo Dar es Salaam hii ambayo haina ajira, Dar es Salaam ambayo kila siku inapiga wa machinga Dar es Salaam ambayo wamama akina mama ntilie wafanyabiashara wa wadogo wadogo wamegeuka ni mawindo wa askari wa jiji kila siku, eti leo Dar es Salaam inatoa mwenyekiti mmoja wa serikali za mitaa. Sasa ndugu zangu, nataka kuwakumbusha kwamba kuna mahali tulifika, tumeondoka, tunapaswa kurudi. Mwaka 2014 katika nchi hii na hapa Dar es Salaam, CCM walikuwa hawawezi hata kuvaa sare mitaani, na moja kati ya mashahidi wa hili ni aliyekuwa katibu mwenezi wa CCM Nape Nnauye wakati ule, wakati ule anashughulikiwa ana, ana, ana na Magufuli Alisema hadharani kwamba alifanya kazi kubwa, kwa sababu ilifika mahali katika nchi hii CCM hawawezi kuvaa sare wakapita mitaani, kila mmoja aliwaambia CCM, aliwazomea kwamba ni wezi, ni mafisadi, wanaua watu hospitali, wanauza maiti, hawaajiri vijana wetu. CCM walifika mahala wakaona haya hata sare walikuwa hawapai mtaani. Ndugu zangu, tulipofika leo ni mahali pabaya sana, ambapo raia wote wakifika hapo basi udhalimu utaendelea kwenye nchi. Tumefika mahali leo, gharama ya kutuibia kwenye uchaguzi, gharama ya kutuibia kwenye uchaguzi ni maneno tu makali. Leo tunakwenda kwenye uchaguzi wa serikali za mitaa, tunakwenda kwenye uchaguzi wananchi wanamuona mtendaji, wanamuona msimamizi wa uchaguzi anaruhusu kura haramu zinaingizwa kwenye sanduku la kura. Wananchi wanaona mchakato wa wizi kuanzia mwanzo mpaka mwisho, lakini baada ya hapo wananchi wanatoka kwenda kuhadithia kwamba tumeibiwa uchaguzi. Hapa lazima tutoke, hapa lazima